Eh bwana, mzee wa kunyoosha, mambo vipi bwana? Mambo poa kabisa. Mambo nakupenda. Freshi. Eh, bwana ndugu zako yakunda msimba Simba jana. Chupu chupu. Eh kuna kauli moja anasema eh, jini limetoka mganga, lakini yuko hoi. Mganga Maututi. E, mganga Maututi ndio issue ya jana bwana. Simba, Simba jana ilikuwaje bwana? Ah, unajua nini? Hmm. Watu sisi mashabiki wetu tunashindwa tu kuelewa Hizi hatua hizi sio kama manake, kama zamani vile unacheza basi na kibondo unampiga tano, sita ngapi anaondoka. Hizi hatua kumbuka kuwa unacheza manake na, na bingwa wa nchi husika umeshaona mm. yule ni bingwa nchi husika huko katika ligi yao, kwa hiyo sio kama ni timu ambayo ya kubeza, na niliwaambia mimi nani, ile timu sio ya kubeza, ila niliwaambia Simba kuvuka atavuka hatua nyingine inayofuata, ila sio timu ambayo ya kubeza. Kwa hiyo ile chupu chupu kilichokuwa pale kinatakiwa cha msingi zaidi ni kuvuka kwenda hatua nyingine. Hayo mambo ya ushindi, mambo ya nini haya ni mambo mengine, lakini kitu muhimu kabisa kilikuwa ni kuvuka kwenda hatua nyingine, hiyo ndio muhimu. E bwana, jambo la msingi lilikuwa Simba kuvuka kwenda hatua nyingine, ndio jambo kwa jambo la muhimu. Kabisa. E bwana, Gaborone alionekana na mwaga mwaga vitu ndani ya dimba la Benjamin Mkapa kabla ya mchezo. Na hata baadaye tuliona golikipa anachomeka kitu hivi kwenye goli. Huyo ndio ushiriki bwana. Unajua ah, bwana mipira ya ki Afrika Afrika hii ki kivyetu vyetu hii. Imekuwa ndo hivyo namna nyingine, ile ile inaitwa mind game, mind game. Mimi waga waga si nani sana, ni yani leo watu tukutoa katika mchezo ni maraki ushirikina. Ungekuwa una maka basi, jana wangeshinda. Mbona sasa ikuwasaidia kitu chochote? Ni zaidi zaidi, wameambulia sale, umeshaona mm. Kwa hiyo nafikiri manake kama ni ushirikina mm, ushirikina ambao hauna faida ina yote sema ki, ki benchi la ufundi au kiufundi Unafaida manake unamtoa mpinzani wako kwenye mind game lakini sidhani kama ni ushirikina ambao ambao unaweza manake ukakupa matokeo kama lakini manake, lakini wanaonekana una... kama wamefanikiwa hivi bwana. Kutoa sare dhidi ya mnyama Simba ndani ya dimba la Mkapa sio jambo dogo. Hawajafanikiwa. Wamefanikiwa vipi wakati wameondolewa katika mashindano? Huko sio kufanikiwa. Kufanikiwa manake litakio wao oh, wapite. Sasa wameondolewa kwenye mashindano, hapo utasemaje wamefanikiwa? Hawajafanikiwa. Pamoja na ushirikina wao, kama ndo walifanya ushirikina, hawajafanikiwa. Simba we, pale umepambana Simba ukumbuke Simba inapitia katika kipindi kigumu. Hawana kocha ambao wanaeleweka. Kocha yule ni wa kuzima tu, wa muda. Umeshaona? Wachezaji bado ni wageni, wachezaji aliokaa nao Fadu huko ambao kwenye pre-season yeye yeah, ndo anajua aliwaandaa vipi. Kwa hiyo hawa ah, makocha ambao sasa hizi walipo sasa hizi, yeye yeah, ana kazi manake ya kwanza na moja. Kwa hiyo lazima utarajie vitu kama hivyo. Lakini kitu cha msingi na cha faida kwa timu ni kusonga mbele. Kwa hiyo Simba unaiona itakuwa bora zaidi kuelekea msimu ujao, wawahi kumleta kocha mapema, wawahi kumleta kocha mapema, wawahi kumleta kocha mapema. Hiyo nazungumza kabisa, sasa hizi sio wakati tena manake wa kupoteza wakati. Natakiwa amlete kocha mapema, ili manake kocha aweze manake kuingiza mbinu zake, wachezaji wazishike, ili Simba iwe ya moto. Na yaani, katika swala ambalo la hizi hatua hizi, kwa hivi vilabu vyetu vyote vyote vinne na viona vyote ni maana yake vinaenda makundi. Sema uko mbele uko mimi ndio na mashaka. Mbele wapi tena bwana? Uko makundi sasa huko? Uko mimi na mashaka kama hatutobadilika. Maana mimi naongea ukweli. Mechi zote nimeziangalia, nimeangalia mechi ya Yanga, nimeangalia mechi ya Simba. Mashaona, nimeangalia Azam, nimeangalia Singida. Mechi zote nimezifuatilia. Tunaweza kweli tukafika timu zetu zikafika makundi. Lakini kutoboa makundi inatakiwa maana yake tubadilike, sio kwa namna hivi ambavyo tunavyocheza, itakuwa ni kazi pevu. Maana yako na maanisha hiyo, kwa sababu kule unakutana na opportunity ambayo naye kavuka mpaka kafika hatua hiyo, ni mbishi, maana yake yuko vizuri. Kwa hiyo unaona inatakiwa uwe vizuri zaidi yao, ili maana yake tuweze kuendelea na hatua zingine. E, bwana, jana Simba kama angeondolewa maana yake angeungana na Aseki Mimosa ambaye naye ameondolewa jana dhidi ya Power Dynamos huoni kwamba ligi ya msimu huu sio ligi ya mchezo, mchezo. Timu zimejipanga, ni kweli. Ndio maana nikakwambia zamani hatua kama hizi za mwanzo ni mwanzo hizi, tunakutana na watu, mtu unampiga saba, unampiga ngapi? umeshaona. Yaani home and away, mtu anakula mpaka kumi. Lakini sasa hivi ni tofauti, ndio jinsi ambavyo tunavyokwenda jinsi ligi nazidi kuwa ngumu. Kwa hiyo hii ligi ya safarini ya kibabe, saiki ilikuwa sio hatua yake ya kutoka hivi. Saiki tulishazoea, hamna namna makundi yanafika lakini sasa safari hii raundi ya kwanza tu auti, ujue maana yake. Yani ligi imekuwa ngumu sana, maana yake kuna bidii wajipange, maana yake na maanisha hivyo. yeah, timu yani sisi mimi nazungumzia kwa timu zetu za hapa Tanzania, kiuhalisia inatakiwa zijipange huko mbeleni, huko kuna balaa. Mimi timu zote hadi Yanga yenyewe, maana yake bado sijui. Naona watu bado wanamkingia kiingia kifua kocha wa Yanga, sijui atumpe muda, sijui nini. Mimi naona huo muda ambao unaona kumpa huo muda utoshi kwa sababu mashindano yapo, utampaje mtu muda wakati uko kwenye mashindano? Muda wa kumpa yule utoshi? Cha msingi tu viongozi waangalie utaratibu mwingine, walete kocha mpya mapema, hilo ndo la msingi. Kinyume na hapo, kwa staili ile tunaenda kutiaibu makundi, unaenda unaenda huko ugenini, unashangaa unakula zako saba, unarudi zako hapa, umeshaona. Kwa hiyo ni kitu ambacho, maana yake, mimi ndo nachokiona ni kitu mpira ambao unaochezwa Yanga, mpira ni mbovu, mbovu, mbovu, mbovu, mbovu, si hai kuona Mwashaona. Kwa hiyo wajipange mapema huko mbele huko hakuna huko hakuna mchekea mchekea huko uweze kukutana na timu huko ikapata nafasi tatu eti ikakukosa. Huko ukifanya makosa timu ikipata nafasi tatu wanakuweka. Kwa hiyo tubadilike. Kocha wa Simba ni nani sasa ambavyo wewe unaviona anaweza kafaa kuingia pale ndani ya klabu ya Simba na kuenda kwenye klabu ya Simba? Ah, hiyo ni ni ni viongozi pamoja na na benchi yao la ufundi wao ndio wanaweza kaamua. Ni unajua maanake kila timu ina wanaita ile mpangilio wake, yani maana yake wanamne wanataka kucheza na kocha gani anaweza akija pale ataendana na karasafu ambayo ya, ya timu. Kwa hiyo siwezi kuwachagulia Simba eti wamlete sijui kocha gani. Kocha yeyote ataomleta pale, mradi awe kocha wa viwango, aweze kuivusha Simba kwenda mbele. Kocha wa viwango, aweze kuivusha Simba kwenda mbele. Gamondi, yeah? Vipi? Alao niwaambie kabisa wana Simba wasije wakajichanganya. Mm. Mimi nawaambia ukweli kabisa. Wasije wakajichanganya. Gamondi hawezi kuwavusha popote. Yaani wasije wakajichanganya kabisa. Gamondi hawezi kuwavusha popote. Kama kuna sehemu ambao wanaweza kufeli, wamlete Gamondi. Mimi nakaa pale pembeni pale. Watakuja kunipa majibu. Kama wanataka kufeli, wamlete Gamondi nakaa pale pembeni, majibu yatapatikanika. Gamondi hawezi kuwavusha Simba. Huo ni ukweli. A bwana wewe, uwezo wa Gamondi mdogo. Mimi nakwambia hivyo, uwezo wa Gamondi mdogo. Simba inahitaji kocha aina ya Gamondi? Mmm, eh, yeah, mimi nakwambia Simba inahitaji kocha namna gani? Simba inahitaji kocha ambao, manake, mwenye quality kubwa kama simba yenyewe silivu. Simba namba tano barani ya Afrika haiwezi manake kuwa na kocha wa kiano kile. Inatakiwa wapate kocha ambao mwenye quality kubwa, ambao anataendana na simba na ukubwa wa simba, sio kocha tuani, manake, wa kawaida kawaida tu. Kwa kwa mimi maanake kwa ushauri wangu kwa Gamondi siwashauri ila wakiona anafaa wamlete ila anakaa pale watamfungashia vilago mapema tu. Ah, bwana wewe. Yeah, eh, huo ndo kweli. Gamondi atafukuzwa. Mapema tu, uwezo ule mdogo. Wewe kwa, unadhani kwani nini Gamondi maanake aliondoka Yanga kasambia? Sasa Gamondi ana mambo mengi sana ya nje ya uwanja, ambapo kwenye timu hayana faida. Kwa hiyo yani kwa mimi yani siwashauri. Ila ungesema maanake ni nani kwa nani nabi kwa Nabi sawa. Nabi angeweza kuwavosha Simba kwa hakika kabisa na, na, na, na, Nabi, Nabi. Eh, Nabi angeweza kuwatengenezea manake slogan ambao hata mbele manake ingekuwa na faida, lakini sio Gamondi. Gamondi hamna kocha mwe, Simba hawezi kuwafikisha popote. Mimi nawashauri kabisa ni yani, wasiona mpango naye kabisa, anakuja kuwafelisha mazima kabisa. Ila kwa Nabi, Nabi kama wanampata Nabi anaweza kuja kufanya kitu. Kwangu mimi Nabi naona ni mtu sahihi kuwafundisha Simba. Kwa sababu gani mwingine ambaye unamwona Simba anaweza akafaa? Ah, mimi sina uzoefu sana kwa kufuatilia fuatilia makocha, kwa hiyo nafikiri manake hata huyo anautajwa tajwa, si Joseph si Joseph, naye ni kocha mzuri, anaweza akaja. Manake kuna nini kikubwa, manake Simba wanatakiwa wawali kuleta kocha ambao manake ataweza manake kuendana na timu ili manake waweze kufika ambao sehemu ambayo inatakiwa kufika. Simba watengeneze timu ambayo au tishiro. Timu tishio namaanisha, e, kupitia kocha ambaye watamleta e, kocha ambaye amlete mapema amlete mapema e. Ile ndane na upepo wa kijuku e, eh yeah, yeah, yeah, yeah. Bwana nina ngalo kwa mashabiki wa Simba ha, mashabiki wa Simba saizi hapo manake ni kama wote tu watu chekani, kwa kifupi manake wote timu zetu zinacheza vibaya, kwa kifupi maana tuwe wawazi, zinacheza kumvava kumvava, ila kinachotakia sasa mashabiki wa Simba wawe watulivu, wasipende sasa kuwataki viongozi. Viongozi wafanye kazi yao walete mwalimu aweze kukaa na timu. Timu ipo, wachezaji wapo, wachezaji wazuri wapo, shida tu ni moja, muunganiko hamna, na kocha kama hivyo hayupo. Yule kocha wa kuazima hawezi kuweka mbinu zake zote pale kwa mara moja, maanake kanani ana uhakika ugali wake moja kwa moja, hiyo inakuwa ni ngumu. Wapambane, walete kocha, mambo yaende. Eh bwana, shukran sana, asante.